Wakati ndege ya Kenya Airways KQ203 ilipoanza safari yake kutoka Mumbai, India, kuelekea Nairobi tarehe 16 Oktoba mwaka 2025, dunia nzima ilijua siyo safari ya kawaida. Ndege hiyo ilibeba jina jipya la RAO001 kwa heshima ya hayati Raila Amolo Odinga. Lakini kilichoivutia dunia zaidi ni mtu aliyekuwa nyuma ya usukani. Captain Saviemaria Ondego, mwanamke ambaye historia yake imeandika ukurasa mpya kwenye anga za Afrika Mashariki. Saviemaria Ondego ni mtoto wa Brown Ondego, mmoja wa watu waliowahi kushika nyadhifa kubwa nchini Kenya, akiwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari KPA na baadaye mwenyekiti wa mamlaka ya usafiri wa anga KCAA. Kutoka katika familia yenye heshima na nidhamu ya kazi Saviemaria alikulia akivutiwa na dunia ya anga tangu akiwa msichana. Ndoto yake ilikuwa moja: kurusha ndege kubwa na kupeperusha bendera ya taifa lake angani. Baada ya mafunzo yake katika chuo cha usafiri wa anga, Captain Saviemaria Ondego alijiunga na Kenya Airways, kampuni ya kitaifa yenye historia ndefu ya umahiri. Kwa miaka kadhaa alijenga uzoefu wa kuaminika. Akipanda ngazi kutoka rubani msaidizi hadi nahodha wa Boeing 737-800, moja ya ndege maarufu zaidi katika safari za kimataifa za KQ. Alikuwa mfano wa kizazi kipya cha marubani wanawake barani Afrika. Lakini siku ya tarehe 16 Oktoba mwaka 2025, maisha yake yalibadilika alipewa jukumu la kuongoza ndege maalum iliyobeba mwili wa Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu wa zamani na mwanasiasa mashuhuri wa Kenya kutoka Mumbai hadi Nairobi. Safari hii haikuwa ya kawaida, ilikuwa safari ya kihistoria, safari ya taifa zima. Akiwa ndani ya cockpit, Captain Saviemaria Ondego alijua uzito wa jukumu alilobeba. Baada ya kuruka, sauti yake ilisikika kwenye intercom kwa utulivu na heshima: kwa niaba ya familia ya Kenya Airways tunatoa pole zetu kwa familia ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na kwa Wakenya wote, moyo wetu uko pamoja nanyi. Maneno haya yaligusa mioyo ya mamilioni ya Wakenya waliokuwa wakifuatilia safari hiyo moja kwa moja. Ndege ya RAO001 ikawa ishara ya umoja, heshima na ujasiri. Baada ya kutua uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta safari hiyo ilipokelewa kwa hisia kali na heshima kubwa. Zaidi ya watu elfu kumi walifuatilia moja kwa moja kupitia Flight Radar 24 na vyombo vya habari vikiandika. It was not a normal flight it was surely, alisema Kapteni Savie Maria Ondego. Safari hii ilimpa heshima kubwa kitaifa, sio tu kama rubani, bali kama mfano wa ujasiri wa wanawake katika taaluma za wanaume. Leo jina la Captain Saviemaria Ondego limekuwa nembo ya kizazi kipya cha wanawake wa Kiafrika wanaothubutu kuvunja mipaka. Amethibitisha kwamba ndoto hazina jinsia na kwamba mwanamke anaweza kusimama kwenye nafasi yoyote hata katika anga zilizojaa changamoto. Hadithi yake ni ukumbusho kwamba uongozi, heshima na uzalendo havihitaji vyeo vya kisiasa. Vinahitaji moyo wa kujituma na kufanya kazi kwa uaminifu.